Sisi kama washiriki au kama wasafiri wa kwenda mbinguni tumeitwa. Hatujaenda dukani. Tumeitwa kanisani ili tuweze kuwafikia na watu wengine. Yaani, wamaduka nyingine tumeitwa kutumika za kutumika ila wewe mwenyewe unaweza kuchagua tumike kwa namna gani, kwa viazi utakapojaliwa, wewe tu miguuni pake, akimsii sana akisema, binti yangu ndogo yu katika kufa na kuomba uje uweke mkono wako juu yake apate kupona na kuishi. Akaenda pamoja naye, mkutano mkuu wakimfuata, wakimsonga. ni mzee wa kanisa, ni mwimbaji, ni shemashi, ni kuu, ni karani, ni mwazini, vyote vyote hivyo bado huwezi kutoa huduma kwa mtu ya uponyaji. tumehudumu kama ungelipokea mchungaji hayupo, nipo mimi. bati uzuri bao tuka nakaa karibu na kanisa dani tuka nakaa kanisani nyumba mchungaji tukwa hapo, na sisi tuko hapo, cha kufanya tu, nikaa nikamwita mlinzi, maana alikuwa ni mlinzi, lakini pia bado ni shemasi. Kwa hiyo akuwa na uhuma, nikaambia basi, naomba uje hapa tusaidiane kutoa uhuma. Basi tukaanza kuima. Akasema yule Akida akamjibu akasema Bwana, mm -hmm. Mimi sistahili wewe uingie chini ya dari yangu, lakini sema neno tu, mtumishi wangu atapona. Maana mimi nami ni mtu niliyewekwa chini ya mamlaka, mwenye askari chini yangu nikimwambia ne huyu, nenda huenda, na huyu njoo njoo, hut na mtumwa wangu fanya hivyo. Yesu aliposikia haya alistaajabu, anamwambia mm -hmm, wale waliomfuata, amini nawaambieni, sijaona imani kubwa kwa yote katika Israeli.

liwa tutakuwa na maombi, wataomba wala watu wanne watakuja mbele, lakini hata huko nyuma utaendelea kuomba. Mungu anajua namna anavyotenda kazi. Una jambo lako la muda mrefu ambalo lilio

ukaweza kuwa na imani yaani, mambo makubwa ambayo alikuwa anatenda watumishi wako, nasi ukatupatia nguvu ya kuweza kutenda kwa maajabu katika ulimwengu huu, tusaidia kuwa na imani kubwa, mfano ambayo kuona wewe kupitia sisi, tunaomba na kuamini, mbi utakuwa pamoja nasi na watumishi wako, nako kuendelea kuomba, ukaweza kuunganisha sana zetu na ukatutendeza sana mapenzi yako. Tumeomba kama wanadamu, lakini Bao mbinguni, ukaweza kusaidia sana zetu na ukatujibu sana sana na mapenzi yako. Tunaomba na kuamini utatenda haya yote, ni katika si kwamba sisi ni watu wema, bali ni mpimo wako ambayo unazigisha katika maisha yetu, hata ambao cha na changamoto za kiafya ambayo, nafahamu kila mmoja na changamoto yake, ukamjiliza sana mapenzi yako, tusaidie Baba, katika mwaka huu elfu mbili na ishirini na tano tuweze kuwa na afya njema, lakini katika yote uliotupatia katika maisha yetu tunasema asante sana.

ulimesema na mwanamke mmoja moja, kutokwa damu muda wa miaka kumi na miwili na kuteswa mengi kwa mikono ya matabibu wengi, amegaribiwa